Bismi llahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh. Anasema bwana Mtume kumwambia binti yake Fatima salamullahi alayha: ya Fatima, ewe Fatima, ma min imraatin arakat inda khubziha, hakuna mwanamke ambaye akatokwa na jasho kipindi anaandaa mkate, anaandaa chakula nyumbani kwake, illa ja'ala llahu bainaha wa baina jahannama sabatu khanadiq min arrahma. Isipokuwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atajalia baina ya mwanamke huyu na moto wa jahannam mahandaki saba ya rehma, yani atawekwa mbali eh, atawekwa mbali na moto wa, wa, wa jahannam kwa masafa hayo ambayo ametaja bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhia ya kuandaa chakula mwanamke nyumbani kwake, akaenda mwenyewe akapika kwa mikono yake bila kumwachia ya dada wa kazi au nani, akafanya yeye mwenyewe shughuli hizi mtoshwa, na zikamchosha akatokwa na jasho, Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwekea vizuizi saba kati yake yeye na moto wa jahannam. Wakina mama wake zetu, katika majumba yenu jitahidini na hilo, ni usio wa bwana Mtume sallallahu alayhi, alayhi wa sallam kwenda kwa binti yake Fatima na kwa wanawake wote ulimwenguni. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu.